Ikiwa umekuwa na matumaini madogo, basi nataka uwe na matumaini makubwa zaidi. Ikiwa umekuwa na matumaini makubwa, nataka uwe na matumaini yasiyo ya kawaida. Hiyo ndiyo njia ya pekee ya kushinda uovu. Njia ya pekee ya kumlipizia shetani kisasi kwa yale aliyokutendea kwa mabaya hayo yote ni kuondoka nyumbani mwako kila siku na uwe mwema kadri ya unavyoweza kuwa kwa watu wengi iwezekanavyo. Hiyo ni kuishi kwa mtazamo usio wa binafsi hata kidogo, kuishi kana kwamba wewe na mimi si vitu muhimu zaidi ulimwenguni. <laughs> Sawa, hiki hapa kifungu ambacho hamtakipenda sana, lakini hata hivyo kiko hapa ndani. Kwa hivyo wacha tu tukisome <laughs> wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, tch, ajisahau, ajipuuze na atupilie mbali mahitaji yake binafsi, ajituke msalaba wake anifuate. Sasa Unajua, unaweza kusoma hiyo na ufikirie, kwangu, naona ukristo huu si kitu cha kusisimua sana. Tujisahau kabisa, ujipuuze na utupilie mbali mahitaji yako yote. E, e, e. Hebu tusije tukakosa kusoma kifungu hiki katika muktadha wake. Kwanza kabisa, ni hatari sana kuchukua kifungu kimoja mahali popote pasipo kuzingatia muktadha wake na, Yesu alikuwa anazungumzia hali fulani maalum, ingawa kanuni hii kwa jumla ni muhimu sana. Tutakuwa tunavuka mipaka tukisema kwamba Mungu hataki ujishughulikie, kwamba kamwe hataki ufanye kitu chochote kwa manufaa yako binafsi, kwamba maisha yako yote yanapaswa kuwa ni ya kutoa kutoa kutoa kutoa, na kwamba ni makosa kutaka kuwa na kitu chochote wewe binafsi. Ni dhahiri kwamba tutakuwa na matakwa. Biblia inasema kwamba ukijifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Kwa hivyo kuna vitu tunavyotaka, kuna vitu tunavyohitaji ikiwa unatoa kila wakati lakini hakuna anayekufanyia chochote au huchukui muda wa kujifanyia kitu chochote wewe binafsi, basi mwisho utachoka kabisa na haitachukua muda mrefu sana. Tunahitaji kuwa na kitu kinachoingia na kitu kinachotoka, kitu kinachoingia na kitu kinachotoka kila wakati. Hata kitendo cha kupumua kinatuonyesha kanuni muhimu sana. Tunaingiza tunaingiza pumzi ndani kisha tunaitoa nje, tunaingiza ndani kisha tunaitoa nje nje. Sasa nikifanya moja bila ile nyingine nitazimia, niki <laughs> au kama ningetoa nje peke yake nafikiri tuna waumini wengi waliozimia <coughs> wanaoketi kwenye viti makanisani kila Jumapili asubuhi, kwa sababu wanachofanya ni kuingiza ndani kuingiza ndani kuingiza ndani. Ni tena kanisani, nipokee baraka yangu, natumai kwamba mchungaji ana neno kwangu leo. Mungu, nakwambia nisipopata baraka yangu sidhani kama naweza kuendelea kuvumilia. Najua hakuna yote katini yaliyosema hivyo leo na njia bora zaidi ya kupata suluhu kwa tatizo lako ni kumfanyia mtu mwingine kitu kile. Utakachomfanyia mtu mwingine Mungu atakufanyia wewe. Huwezi kuvuna mavuno bila kupanda mbegu. Mwambie Mungu hitaji lako ni nini, lakini jiweke mahali ambapo unaweza kuwa baraka kwa mtu mwingine, na ufanye hivyo kwa kukusudia. Si lazima utabiriwe mara tatu, unenewe na malaika wawili na upate thibitisho kumi na mbili. Sema tu, Mungu, tutakuwa na mpango mpya si lazima unisukume kubariki watu wengine. Nitawabariki watu wengine, ila tu ukiniambia nisifanye hivyo. Mbona tusiwe na mpango mpya? Nitawabariki watu ila tu ukiniambia nisifanye hivyo. Huwa na mgoja Mungu unajua kwa dakika chache, ili nihakikishe kwamba ninaamani kuhusu kufanya kitu fulani, lakini siku hizi huwa sifanyi mkutano wa maombi ili nijue ikiwa nahitaji kubariki mtu au la. <laughs> Nina vitu vingi vya kuombea lakini sihitaji kuomba ili nijue kama ni sawa kubariki mtu au la, na sababu ya pekee kwa nini sisi hufanya hivyo ni kwamba hatutaki kutoa vitu vyetu. Basi Yesu alikuwa anazungumza hali maalum hapa, alikuwa anamweleza Petro kwamba wakati wake wa kufa ulikuwa umekaribia sana, ataenda msalabani, atateswa. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata <laughs> akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Sasa sababu iliyomfanya Petro amwambie Yesu hivyo, kusema ukweli, ni kwa sababu hakumjali Yesu. Aliona kwamba Yesu atateseka na kwa vile Yesu alikuwa rafiki yake, basi naye pia atateseka, basi ilikuwa ni kwa ajili ya ubinafsi. na basi Yesu akasema, yeyote ambaye atakuwa mwanafunzi wangu ambaye atanifuata ni sharti ajitike msalaba wake na anifuata. Ajisahau kabisa, ajipuze na tupilie mbali mahitaji yake yote. Kwa hivyo alikuwa anamwambia Petro kwamba huwezi kuwa mwanafunzi wangu na uzingatie zaidi kile unachotaka kushinda mapenzi ya Mungu. Amen? Lakini pia kuna pande zingine kwa swala hili, na ni muhimu sana kwangu kwamba niwafunze swala la usawa siwezi kusimama hapa na niseme jisahau jipuze, tupilia mbali mahitaji yako yote, na nionekana nasema kitu kitakatifu na cha kiroho sana, lakini kiwe ni kitu mtakachozingatia kwa wiki mbili hivi, kisha kinaisha. Tuna mahitaji na Mungu hatarajii kwamba hatutaki kutosheleza mahitaji hayo. Usiwe moja wale watu ambao daima husema, oh, naweza kuishi bila hiyo, oh, naweza kuishi bila hiyo, oh, naweza kuishi bila hiyo, hiyo. Hapana, uwezi <laughs> pengine utaweza lakini unajua mishoni nini kitatokea utakufa huwa nafanya kila kitu hapa nafanya kazi zote mimi ndio nafanya huduma zote mimi ndio natoa hakuna anayenifanyia chochote <laughs> hakuna nitaendelee na kitu kingine hebu tutafakari juu upande mwingine wa swala hili hebu tuangazie marko kumi na nne Unaona, ni vipi naweza kuwaambia msiwe na ubinafsi na tena niwaambie mjibariki nyinyi wenyewe, yote hayo katika ujumbe mmoja? Kwa sababu hiyo ndiyo ajabu ya neno la Mungu. Kuna usawa ndani yake kiasi kwamba kila hitaji linazingatiwa almradi tunafuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Unaona, huo ndio uzuri wa Agano Jipya. Hatuna sheria na miongozo ya kutosha kwa masuala haya yote, lakini tuna Roho Mtakatifu ndani yetu ambaye anaweza kutuonyesha wakati tunahitaji kutoa na wakati tunahitaji kupumzika kidogo, na tuchukue muda wa kwenda kujivinjari, kisha tunapata nguvu mpya ya kurudi na kuwahudumia watu tena, na tufanye kazi kazi kazi. Haya, mbona mnaonekana kupigwa na butua? Unajua ni kama mnafikiria Ha, nikitoka hapa nina mpango mpya wa kufurahisha mwili wangu. Pengine unasema, wewe ni umbiri wa aina gani? Na nisema ukweli <laughs> unajua ni kwa nini? Kwa sababu kesho asubuhi nitaendelea kuandika kitabu changu na nitaendelea na kazi hiyo wiki nzima, kisha Ijumaa usiku nitaendesha kongamano la wanawake mahali fulani. Na basi, unajua, nitachukua muda kidogo wa kupumzika mahali hapo, hata kama ni saa mbili wakati wa alasiri. Yamkini nitatengenezwa kucha, unajua, sijui nitafanya nini, lakini sitashinda nikitoa tu. Nami pia nitapokea kidogo, kwa sababu ukiwa unatoa tu kila wakati lakini hupokei, baada ya muda mfupi utakuwa huna kitu cha kutoa. Amen na nafikiri sisi kama wanadamu huwa tuna tabia ya kwenda upande mmoja au mwingine, bila kuzingatia mipaka. Tunaweza kuwa na ubinafsi mkubwa kabisa, au tunaweza kupata ufunuo kuhusu suala la kuhudumia wengine, unajua kuwa baraka kwa wengine, kisha tunaweza kuhukumika, tunakosa kujifanyia kitu chochote eti kwa sababu kuna watu wengi wenye mahitaji. Kwa hivyo tunaenda upande huu kabisa, na baada ya muda mfupi tunakuwa na machungu na tunachoka kabisa. <laughs> Kisha unajua watu wanahudumu katika kanisa na huwa wanapewa majukumu kupita kiasi, kisha ghafla watu hawa wanaamua hawatafanya kitu chochote kabisa kanisani, kwa sababu anajua jinsi mambo yalivyo huko. Wanaweza kukutumia vibaya, ukijitolea kufanya kitu chochote watakuwa nakuita kila wakati. Sema hapana, sema hapana. Nafanya hiki na nafanya hiki na nafanya hiki na nafurahia kile ninachofanya, lakini pia nataka kufurahia maisha yangu kidogo. mm-hmm. Kama nilivyosema nimefanya mambo kwa njia zote zisizo sahihi, na nafikiri wakati huu nimefikia hali nzuri zaidi ya usawa wa maishani mwangu. <coughs> Nafanya kazi kwa bidii lakini si kwa kiasi cha kujiua. Huwa nafanyia watu wengine mambo mengi sana, lakini unajua nini? Nimeamua kwamba siwezi kujitolea kukushughulikia hali hiyo yako ya dharura siku yangu ya mapumziko Nimekuwa nikishughulikia mambo yako ya dharura kwa, kwa miaka arobaini. Mbona nijitolee siku yangu moja ya mapumziko? Kwa upande mwingine, ikiwa ni shida ya kweli na Mungu aninenee, basi nitaachana na mambo yangu ya na nitashughulikia jambo hilo. Tuko pamoja, wenzangu? Unajua niligundua nini? Ikiwa nimekuwa nikijaribu kukusaidia kwa miaka nne, lakini husaidiki, basi lawama si yangu, hutaki kusaidiwa. Kuna tofauti kati ya kusaidia watu na kuacha shetani atumie watu kufyonza kila kitu ulichonacho kutoka kwako sasa mnapenda ile sehemu yajifanyie kitu wewe binafsi kushinda ile ya Basi nitachanganya ujumbe huu vizuri ili niweze kuambia mfie nafsi zenu kisha mjifanyie kitu nyinyi binafsi mfie nafsi zenu kisha mjifanyie kitu nyinyi binafsi kisha ntapata makofi baada ya manunguniko yenu Tutaita ujumbe ujumbe huu ujumbe wa Haleluya ya uchungu. Uchungu, nitasema kitu kisha mtasema, ai kwa uchungu. Kisha mtasema oh, kwa haleluya. Sasa mkiwa na tabia nzuri, huenda nikawaambia kichekesho changu kabla sijamaliza, sawa? Marko 14:3 naye alipokuwapo Bethania nyumbani mwa Simoni Mkoma. Ni kitu cha kusisimua kuona watu ambao Yesu aliwatembelea, siyo ameketi chakulani mezani alikuja mwanamke mwenye kibweta cha marhamu, marashi ya nardo safi ya thamani nyingi, akakivunja kibweta akaimimina kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwa nini kupoteza marhamu namna hii? maana marhamu hii ingeliweza kuuzwa kwa dinari mia tatu na kuzidi, mshahara wa mfanyikazi wa mkono wa mwaka mmoja, wakapewa maskini. Thamani ya chupa hiyo ya marashi ilikuwa ni sawa na mshahara <tuhi> wa mwaka mmoja wakapewa maskini. Sasa haya yanaonekana ni matamshi ya mtazamo wa kiroho, mtazamo mtakatifu. Basi Yesu, wewe daima hutufundisha kanuni nzuri. Wewe ndiye unayetufundisha jinsi ya kuishi maisha pasipo na ubinafsi, tutoe na tutoe na tutoe. Basi mbona uli, mbona unaonekana umefurahi kwamba mwanamke huyu anapoteza mshahara wa mwaka mmoja kwa kumimina marashi haya mwilini mwako, ili hali anaweza kuuzwa <tuhi> na pesa hizo zikapewa maskini? Kuna ujumbe mzuri hapa, na Yesu anaendelea na kusema katika mstari wa sita. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema ya busara na inayostahili kusifiwa. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi na kila mpendapo mnaweza kuwatendea mema lakini mimi hamnami siku zote. Ametenda alivyoweza, ametangulia kuupaka mwili wangu marahamu kwa ajili ya maziko. Sasa kilichokuwa kinaendelea hapa ni kwamba Yesu alikuwa anajitayarisha kupitia uchungu mkubwa zaidi ambao hatuwezi hata kufikiria. Katika wanadamu wake hakuelewa kikamilifu kila alichokuwa anaenda kupitia. Na Mungu akamtuma mtu kumfanyia kitendo cha ajabu sana ili kitendo hicho kimtie moyo. Mwanamke huyo alimiminia upendo wake na shukrani yake kwa ajili ya kile ambacho Yesu alikuwa anamtendea, na alifanya hivyo kwa kumpatia kitu cha thamani kubwa zaidi alichokuwa nacho. Basi walioshuhudia hayo walisema hasara kubwa iliyoje. Lakini unajua Yesu alikuwa anasema nini? Wakati huu unastahili kitu cha thamani na naweza kuambia kwamba kuna wakati maishani mwako ambapo unastahili kitu cha thamani, na Mungu anaweza kukufanyia kitu cha thamani kubwa ikiwa utampa nafasi hiyo. Lakini hakuna haja ya kufanyia hivyo ikiwa wewe utakuwa mtu anayepokea na kupokea na kupokea na kupokea na kupokea, lakini kamwe huwezi kumfanyia mtu mwingine kitu kama kile ambacho Mungu amekufanyia. Kuna bahari mbili katika jimbo la Palestina. Bahari ya Galilayo na bahari iliyokufa. Jambo la kusisimua sana. mko tayari? Katika bahari ya Galilayo, maji huingia ndani na kutoka nje. Bahari iliyokufa hupokea tu maji, maji huingia, lakini hayawezi kutoka. Unataka kuwa kama bahari iliyokufa? <laughs> Bibilia inasema kwamba mtu mwenye ubinafsi amekufa hata kama bado yu hai. Nilikuwa muumini, lakini nilikuwa kama mtu aliye hai lakini amekufa. Nilienda kanisani kila Jumapili, lakini bado nilikuwa kama mtu aliye hai lakini amekufa. Nilikuwa na kibandiko changu cha Kikristo, nilisoma bibilia yangu, lakini bado nilikuwa kama mtu aliye hai lakini amekufa, kwa sababu nilikuwa na ubinafsi mkubwa. Unafikiri huwezi kuwa umeokoka na bado uwe na ubinafsi? Hilo ndilo tatizo. Ndiyo maana ushuhuda wetu kama Wakristo haugusi dunia, kwa sababu kuna Wakristo wengi ambao bado hawaelewi jambo hili. Unajua nini, nina jukumu kubwa la kufundisha neno na nashukuru kwa kazi ambayo Mungu amenipatia. Unajua, lakini sehemu muhimu zaidi ya maisha yangu si wakati niko hapa juu, ni kile ninachofanya katika maisha yangu ya kibinafsi, katika mazingira ya siri ni jambo la kusikitisha sana kama ningehubiri mambo haya na nisiishi kulingana nayo inaweza kusikitisha sana yesu alikufa ili tuwe huru kutokana na nafsi zetu <laughs> wakorintho wa pili tano kumi na tano napenda kifungu hiki hiki ni mojawapo ya vifungu navyopenda zaidi wakorintho wa pili mlango wa tano mstari wa kumi na tano tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Kwa hivyo Yesu hakufa kwa ajili yetu ili tuende binguni hakufa kwa ajili yetu ili tusamehewe dhambi. Bila shaka hivyo ni vitu muhimu zaidi, lakini alisema nataka mfurahie maisha yenu. Kwa hivyo hii hapa habari inayochipuka: sababu nyingine kuu kwa nini nilikufa kwa ajili yenu ni ili msiishi maisha ya ubinafsi. Nimewapa uwezo wa kuwa baraka, hata uwezo wa kufikia mahali ambapo mnakuwa baraka kwa adui zenu. Unaona, huduma yangu haishi nitakapoondoka katika jukwaa hili leo. Kimsingi itakuwa ndio inaanza. Sijui nini kitanikabili leo, lakini tayari nimeshafanya uamuzi kwamba sitaki kukosa nafasi yoyote ya kuwa baraka kwa mtu mwingine. Katika Wagalatia 6:10 Bibilia inasema tukipata nafasi tuwatendee watu mema. Tukipata nafasi, fikiria njia unazoweza kutumia kuwa baraka hasa kwa waumini wenzako. Nimejitolea hata zaidi mwaka huu, na nataka kukuhimiza leo umakinike zaidi katika kusikiliza mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hebu tuangazie Warumi 7:6 ikiwa mnataka. Niseme ukweli kama ningeweza, lakini siwezi kwa sababu nanakiliwa katika filamu ya runinga. Ningehubiri ujumbe huu au namna nyingine ya ujumbe huu kila mahali niendako, kwa sababu hiki ndicho kitu cha muhimu zaidi tunachohitaji kuzingatia. Yesu, ni amri zipi zilizo kuu zaidi? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Hivyo watu wote watatambua, hivyo watu wote watatambua, hivyo watu wote watatambua. Sawa, Warumi saba sita, bali sasa tumefunguliwa katika torati tumeifia hali ile iliyotupinga ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho ya kutii mwongozo wa Roho Mtakatifu, si katika hali ya zamani ya andiko. Basi ikiwa tutajitolea na tutazungumza kuhusu swala hili la mwongozo wa Roho Mtakatifu, ikiwa uko karibu kutamka kitu kicho, nasikia Mungu akikunenea kisema sitamke kitu hicho, oh, sawa Mungu hujaribu kutunenea siku nzima. Unajua, nina saa hapa ambayo inaniambia napaswa kumaliza ndani ya dakika sita. Sasa saa hiyo imewekwa hapo ili niambie nifanye kitu sahihi, na Mungu ameweka Roho Mtakatifu ndani yetu ili atuongoze kufanya kile kilicho sahihi. si lazima tu... si lazima nimbebe kwa gari langu mfanyikazi huyo mwenzangu ambaye amenikosea. sitapoteza ukombozi wangu nisipombeba Si lazima ni mbebe, lakini ikiwa Roho Mtakatifu ataninenea nifanye. Unaona, huo ndio uhuru wa Agano Jipya. Hakuna sheria inayoniambia fanya hivi au Mungu atakukasirikia, fanya hivi au utapoteza ukombozi wako, fanya hivi au hutaenda binguni. Lakini sasa naishi chini ya sheria ya juu zaidi, ambayo nikiitii itafanya maisha yangu yawe mapya, itanipa shauku na msisimko. Hakuna kitu kingine kinaweza kufanya hivyo. Miongozo. Kwa mfano, huwa naomba kila siku, nasema, Bwana, nataka niwe baraka kwa watu, nisaidie niishi kwa upendo. Sawa. Sasa inahitaji kuwa zaidi ya maombi tu. Sijui kama ameshaona hivyo au la, lakini watu wanapenda kusikika watakatifu katika maombi yetu. Eh, Mungu, tuache hayo, hatuna muda sasa na dakika tano. Hivi karibuni nilienda mahali pa biashara. Tunawajua wamiliki wa biashara hiyo, ni mme na mke, huwa wanatoa huduma fulani, na nilikuwa nimeenda hapo kufanyiwa kitu. Na katika mazungumzo, si kwamba walikuwa wananidokezea, lakini walisema sote tumefika mahali ambapo tunahitaji sana kununua nguo mpya, muda mrefu sana umepita tangu tujinulie nguo mpya. Na unajua, najua kwamba wamekuwa na matatizo ya kifedha, na tumewahi kuwasaidia mara kadhaa. Basi ilichukua sekunde moja tu. Sikuhitaji mkutano wa maombi, sikuhitaji vipitisho, sikuhitaji nilihisi tu ndani ya roho yangu kwamba hicho ni kitu ninachoweza kufanya: nenda nao na wanunulie nguo. Basi niligoja tu dakika tano ili nisikilize mwongozo huo na nihakikishe kwamba nina amani juu ya jambo hilo. Na unajua, tulipojitolea kuwafanyia hivyo, walifurahia sana, ungefikiri tumewapatia mabilioni ya pesa. Sasa sikilizeni, si kwamba nawaambia hivi ili muone mimi ni mzuri. Si hivyo kabisa. Najaribu tu kuwaonyesha vitu vidogo tunavyoweza kufanya, kisha tulisema na natutenda pamoja nanyi, tutenda pamoja nanyi, nitashughulikia wewe, Dave atamshughulikia mme wako. Basi hiyo iliwagusa sana, kuchukua muda wa kuwa nao kushinda kitu kingine. Ni watu ambao hawafahamu sana mambo ya mitindo ya mavazi, si kitu anachozingatia sana. Na unajua mimi naenzi mambo hayo sana, nayaenzi sana. Unataka kujua unachopaswa kuvaa ili onekane maridadi, nipigie simu. Sawa jamani, mko pamoja nami leo? Sawa, wacha nimalize na adithi na niwape watu nafasi ya kumpokea Kristo. Ikiwa mahi nisikia nikihubiri mara nyingi, basi mahi kusikia dithi hii, lakini vizuri ukisikia tena. Mvulana mmoja mdogo wa miaka kama kumi, alikuwa amesimama mbele ya duka la viatu kando ya barabara na alikuwa miguu tupu akiangalia na duka hilo kwa akitetemeka kwa sababu alikuwa na hisi baridi sana. Alikuwa miguu tupu na kulikuwa na baridi mwanamke mmoja alimwenda na akasema, bwana mdogo, mbona unaangalia kwa makini sana ndani ya duka? Na alisema mama, namwomba Mungu anipe viatu. Mwanamke huyo alimwomba Mungu ampe thibitisho unabii na malaika mtokee, akiwa bado anafikiria kama atamnulia mtoto huyo viatu. Mwanamke huyo alimshika mvulana huyo mdogo mkono na akaingia naye dukani <laughs> kuna mambo mengine hupasi kuombea. Jamani, sasa alimshika mvulana huyo mkono wakaingia dukani, na akamuuliza muuzaji kama anaweza kupata dazani moja ya soksi, beseni ya maji na taulo. Alimletea vitu hivyo mara moja, kisha akampeleka mvulana huyo sehemu ya nyuma ya duka hilo. Napenda sehemu hiyo ya hadithi hii kwa sababu hakuketi mbele mahali ambapo angevutia watu na mwaibishe mvulana huyo. Alienda sehemu ya nyuma ya duka ili aweze kufanya kitendo cha kubariki mtu mwingine kwa siri. Alimpeleka mvulana huyo sehemu ya nyuma ya duka hilo. Akatoa glovu zake, akapiga magoti, akaosha miguu midogo ya mvulana huyo kisha akaikausha. Kufikia hapo, mzee alikuwa ameshafika na soksi. Mwanamke huyo alimvalisha soksi kisha akamnunulia viatu. Alifunga soksi zilizobaki pamoja kisha akampa mvulana huyo mdogo na akasema, sasa nina uhakika kwamba unahisi vizuri zaidi. Mvulana huyo mdogo alishangaa na akamshika mwanamke huyo mkono akamwangalia usoni, huko akitoka na machozi. Akamuuliza, "Mama, je, wewe ni mke wa Mungu?"